Ugonjwa wa kiharusi ni ugonjwa ambao sio wa kuambukiza, ugonjwa ambao unatokana na mabadiliko ya ubongo. Na ugonjwa huu wa kiharusi uko wa aina mbili. Kwanza, unaweza mtu akakosa damu, kupita mishipa ya damu inaziba, halafu damu haiendi mbele. Kwa maana hiyo ni kama bomba la maji ambalo limeziba, halitoi maji sasa madhara yake aina hii ya kiharusi ni ile kule ambako damu ilitakiwa kwenda, zile seli ambazo zinatakiwa kupata ile damu zinakufa, na madhara yanakuwa mabaya zaidi kama ile bonge la damu lililozuia mshipa wa damu kupeleka damu litakaa zaidi ya masaa ishirini na nne. Na hii ndio sababu wagonjwa wengi tunaona wamepata wanaambiwa stroke, stroke, lakini mwisho wa siku anashindwa kuhudumiwa kwa wakati, anapata ulemavu wa upande mmoja, mkono na mguu, ama mara nyingine uso unaweza ukaenda umepinda na vitu kama hivyo. Lakini aina ya, ya pili ambayo tunaiona sisi sana kwa wingi ni aina ya, ya kiharusi cha kuvuja damu kutokana na matatizo ya mishipa na hii ni muhimu sana watu kujua na hii mara nyingi inagundulika kwa haraka kutokana na vipimo kuonyesha mara kwa mara especially kipimo hiki tunachoita cha CT scan. Kwa hiyo dalili kubwa ambazo za stroke kwa yeye kutoka damu, kuvuja damu ndani ya ubongo ni maumivu ya kichwa makali sana, ambayo mgonjwa mara nyingi anashindwa kuelezea mfano wake, wengine anasema ni maumivu makali ya kichwa hajawahi kuyapata maishani mwake mote. Kwa hiyo aina hii ya stroke inapotokea au kiharusi harusi, punde mgonjwa anapokimbizwa haraka hospitali uh, kama hospitali yetu ya Moi kuna matibabu na matibabu yako ya aina mbili. Aina ya kwanza ni upasuaji kwa maana ya kufungua fuvu na kuenda kuangalia shida ile pale damu ilikovuja kuondoa damu iliyovuja, pamoja na kuzuia isiendelee kutoka. Lakini matibabu ya pili ni matibabu ya kutumia mishipa ya damu yenyewe. Tunaingia kupita mshipa mkubwa wa paja, na tunaingiza vifaa maalum ambavyo vinaenda kuziba pale ambapo mshipa wa damu umetoboka. Sasa kwa mgonjwa wetu wagonjwa wetu wengi ambao tumewafanyia matibabu ya ndani kwa ndani, uzuri ni kwamba wanawahi kupona haraka, hakuna makovu wanayopata, na wanawahi kurudi kwenye maisha yao ya kila siku punde wanapopata nafuu, ukilinganisha na ule upasuaji wa kufungua fuvu kuziba mishipa unaovuja, halafu baadaye kushonwa tena, kunakuwa na kovu, lakini pia fuvu la kichwa linachukua muda kupona kwa angalau miezi sita baada upasuaji, ya upasuaji mtu ndio anaweza kuwa amerudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa rai yangu kwa raia au wananchi wanaonisikiliza kwa sasa ni kuhakikisha kwanza dalili zile ndogondogo zinazotangulia stroke ama viashiria ambavyo vinaambatana na stroke. Kwanza, ukiwa mgonjwa una pressure au shinikizo la juu la damu, lazima utumie dawa zako kama madaktari wanavyokuelekeza, kwa maana kufanya hivyo kutapunguza uwezekano wa mishipa ya damu kuweza kupasuka na kusababisha hii aina ya, ya kiharusi cha kuvuja damu. La pili pia ambalo ni muhimu kufuatilia kwa wagonjwa ambao wana matatizo ya magonjwa ya kudumu kama sukari, lazima wafuatilie matibabu yao ya sukari kama madaktari wanavyo washauri na kuendelea kutumia dawa za kupunguza wingi wa sukari mwilini. Kwa nini haya magonjwa mawili kwa sababu? Haya magonjwa mawili yanaambatana na aidha mishipa ya damu kuwa membamba na matokeo yake kuziba au kusababisha kutengenezwa kwa bonge la damu, ambayo linaenda kuziba mshipa ama kupasua, kama kuna matatizo madogo madogo ya hizi tunaita anurism ambayo inasababisha yanyurizi mikapasuka ya kutokana na mabadiliko ya presha. Kwa hiyo ni muhimu sana wagonjwa wenye presha, sukari kufanya chekup zao mara kwa mara na kutumia dawa.